Malengo haswa ya shughuli hii, lengo la kwanza ni kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu changamoto zinazowakumba watoto wa mtaani, ambazo mara nyingi wanakosa upendo, malazi bora kutoka kwa familia zao. Tunafanya maadhimisho haya ili jamii kutambua kuwa kila mtoto ana haki katika jamii, ikiwepo haki ya kupata elimu, haki ya kupata huduma za afya, ulinzi na usalama wake, hata kama ameshindwa kuishi kwenye familia aliyonayo, lakini jamii inapaswa ielewe kwamba watoto hawa wana haki. Watoto hawa wanaendelea kufanyiwa ufuatiliaji ili kuweza kupewa huduma mbalimbali kama vile elimu, chakula, mavazi ili watoto hawa wasiweze kuditena mtaani. Eidha, kupitia wataalamu wetu wa ustawi jamii kwa, kwa, kwa kila halmashauri zimeweka mpango mkakati wa kupalisha watoto hawa, wanapewa huduma ya ushauri ili wasomesha kiguna dane. Pia na sasa wanaendelea kusisitiza wazazi kuhusu malezi na makuzi ya wazazi, ili waweze kuwa na watoto wenye tabia njema kwa faida ya taifa letu. Sasa katika migogoro ya kifamilia hapa ndo chanzo kinaonekana kama chanzo kikubwa sana cha watoto kuingia mtaani kwa sababu familia zinagombana, baba na mama wanagombana, watoto wanakosa amani na waweza kuuilia nyumbani na kusababisha watoto kuingia mtaani. Takriban watoto mia moja hamsini hao wanaonekana kuathirika moja kwa moja na migogoro ya kifamilia kuvunjika kwa ndoa, hali yaweka katika mazingira hatarishi baada ya watoto mpaka wakuingia mtaani. Kupitia masansewe jamii pakia halmashauri pamoja na wadau mbalimbali, tumeweza kuandaa kuandaa waanesho katika jamii kuhusu haki za mtoto na madhara lizoluga kifamilia. Ndio maana sasa nambali wa raisidi wa mafunzo na malezi ya awali ya mtoto. Malezi wakati wote sio kupeti peti tu kumchekea mtoto, wakati mwingine inabidi fimbo ipite Wakati mwingine mtoto anajua kabisa kwamba tumeambia tusichapo akichapo tayari anakimbilia wapi? Mtaani. Sasa hii watoto wangu, ni waambieni, si kila wakati mzazi anapokuchapa na kutesa. Kule mtaani hakuna mzazi. Ikizidi kipimo, ndio twende huko kwenye vituo, lakini wakati mwingine tukirekebishwa, na sisi tukubali kurekebishwa ili tuweze kuendelea na njia ipasavyo. Ninajua akina mama wana wajibu na akina baba wana wajibu wa kufanya. Akina baba tunapokuwa hatudhibiti tamaa zetu za kimwili, na matokeo yake tunazurura ovyo, tunakwenda kutia ujauzito uzito kwa akina mama mbalimbali, na matokeo yake unakataa ule wajibu ujue ya kwamba unachangia kuleta mtoto wa mtaani. Kwa hiyo, akina baba, ndugu zangu, ninaomba niseme nani Mungu aliwaumbeni na akawapa heshima kwamba ninyi ni vichwa vya familia. Twendeni tukawe vichwa vya familia, tucontrol tamaa zetu za mwili, tucontrol tamaa zetu za mwili. Sasa hivi tunasikia watoto wa shule wanapata maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa vijana ndio yanaenda kwa kasi kuliko hata watu wazima. Na watoto hawa wa kike, hawa na wa kike ukiangalia hawana waume hawana nini hawa watoto wadogo wa dogo, shule wanakwenda kupata wapi ukimwi? Ukiangalia ni tamaa zetu sisi, akina baba, tunakwenda tunageukia watoto wa kike tunawarubuni kwa tunavyojua matokeo yake yule mtoto anatoka shuleni hana msaada, mzazi anakwazika, anamfukuza. Matokeo yake mtoto akizaliwa hana uchumi hana nini, inakuwa ni mtoto wa mtaani. Viongozi wa dini tunao wajibu wa kuhakikisha ya kwamba tunawalea watu kimaadili kwa kuwaweka watu karibu na Mungu. Sasa unakuta kule makanisani wanao ni watoto wa kike, watoto wa kiume ni wachache sana. Lakini watoto wa kiume ndio wanakwenda kuwa baba zetu wa kesho, wanakwenda kuwa vichwa vya familia. Kwa hiyo tusisitize katika hilo, watoto wa kiume waje katika nyumba za ibada. Niwaambie, ofisi ya mkuu wa mkoa inawathibitishia hapa leo kwamba sisi tutatoa ushirikiano wa bega kwa bega, vituo na wabele mija mniambie kwamba hivi huyu mzazi wake ni hivi, alafu tuone jinsi gani tunasolve haya matatizo sote kwa pamoja, ili tuwatoe hawa watoto mtaani, wawe na familia na wenyewe wahisi kupendwa.